Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV habari, habari za wakati huu. Wakati huu karibu tena katika kipindi cha lesoni bado tupo katika robo ya nne na tupo katika somo la saba, la saba. Leo tunaenda kuangazia lesoni ya Jumatano yenye kichwa kinachosema iliyoandikwa kwenye mawe. Tuombe. E, Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru kwa kutupa pumzi ya uhai na muda wa kujifunza neno lako, tunakuomba utupe Roho Mtakatifu atufundishe, atufungulie akili ya mioyo yetu ili tuelewe somo hili vizuri na kulitenda katika maisha yetu ya kila siku, tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo Amina. Tunasoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Yoshua sura ya 8 na ule mstari wa 32 hadi 35. Naye akaandika huko juu ya hayo mawe na kala ya Torati ya Musa aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Na Israeli wote na wazee wao na maakida wao na waamuzi wao walisimama pande zote mbili za sanduku la agano la Bwana, wakuhani Walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana, kama vile wageni na kama wazaliwa wa nchi, nusu yao wakakabili mlima Gerizim na nusu yao mlima Ebali, kama vile Musa mtumishi wa Bwana alivyowaamuru hapo kwanza ili wabariki watu wa Israeli. Na baadaye hayo, akasema maneno yote ya Torati, balaka na laana, sawasawa na yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati. Hakuwepo neno lolote kati ya maneno yote Msa aliyoamuru ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli, pamoja na wanawake na watoto na wageni waliokuwa kati yao. Hayo ni maandiko kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 8 mstari wa 32 hadi 35. Wakati Yoshua alikuwa kiongozi wa Israeli, aliongozwa na watu wake kwenda mlimani, mlima wa Ebali na Gerizim. Hii ni milima sasa mlima Gerizimu ulikuwa mahali pa kusema baraka na mlima Ebali ulikuwa mahali pa kusema laana. Sasa Waisraeli waligawanyika makundi mawili, kundi moja likasimama upande wa mlima Gerizimu na kundi jingine likasimama upande wa mlima Ebali. Katikati yao kulikuwa na sanduku la agano ambayo ni ishara ya uwepo wa Mungu. Hapo Yoshua aliandika maneno ya sheria za Mungu juu ya mawe ili kila mtu aweze kuyaona na kuyakumbuka. Sasa kitendo hiki kilimaanisha kwamba neno la Mungu ni la kudumu kama mawe, na halipaswi kusahaurika. Mungu alitaka watu wake wakumbuke kuwa kufuata amri zake kunaleta baraka lakini kuasi kunaleta laana. Leo somo hili linatukumbusha kwamba Yesu Kristo ndiye aliyebeba laana zote za dhambi zetu ili sisi tupate baraka ya wokovu. Tunasoma pia kitabu cha Wagalatia sura ya tatu na ule mstari wa kumi na tatu. Tunapaswa pia kukumbuka neno la Mungu kila siku, kwa sababu binadamu usahau haraka hasa pale mambo yanapoenda vizuri, lakini kila tunaposhiriki meza ya Bwana au kufanya ibada ni nafasi ya kukumbuka upendo wa Mungu na kufanya upya ahadi yetu ya kumtii. Mungu anatupenda na anataka tuishi kwa umoja, anataka tuishi kwa imani, anataka kuishi kwa utii. Kwa hiyo ujumbe tunaoupata katika somo hili, usimsahau Mungu wako hata kama mambo yako yanaenda vizuri. Kumbuka kwamba nguvu yako, afya yako na baraka zote zinatoka kwake. Kwa hiyo katika somo hili tunajifunza mambo ya muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza ni neno la Mungu linadumu kama Yoshua anavyoandika Torati juu ya mawe, neno la Mungu halipaswa kusahaurika. Ni muhimu kulishika mioyoni mwetu na kulifanya sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini kingine ambacho tunajifunza kwenye somo hili ni kufuata Mungu kunaleta baraka. Tunaona Waisraeli waligawanyika pande mbili, moja kwa baraka, nyingine kwa laana, na somo hili linatufundisha kwamba utii kwa Mungu kunaleta furaha kunaleta amani kunaleta baraka katika maisha yetu. Kingine tunachojifunza ni kuasi kunaleta madhara. Laana iliyoandikwa kwenye mlima Ebali inatukumbusha kwa kuasi kumwasi Mungu kunaleta matokeo mabaya. Kwa hiyo tunapaswa kuzingatia amri za Mungu ili kuepuka matatizo. Lakini kingine ambacho tunajifunza ni kwamba kukumbuka ni kumkumbuka Mungu kila siku. Kwa hiyo hata pale ambapo maisha yanakuwa mazuri, binadamu hujitegemea na kusahau Mungu, lakini somo hili linatufundisha umuhimu wa kumkumbuka Mungu kila siku, sio tu wakati wa shida. Lakini kingine tunachokiona ama tunachojifunza ni kushiriki neno la Mungu kama jamii. Tunaona Waisraeli walikusanyika pamoja ili kusoma neno la Mungu, na hii inatufundisha kwamba ni vyema kushiriki imani na wengine ili kuimarisha utii na mshikamano wa Kristo ndani ya jamii. Lakini kitu kingine na cha mwisho tunachokiona ama tunachojifunza katika somo la leo, Yesu ndiye aliyechukua laana zetu. Mana baraka za wokovu zetu zinatoka kwa Yesu Kristo, ambaye amebeba dhambi na laana zetu zote. Tunaweza kuishi kwa amani leo kwa sababu yeye ametukomboa. Tunaweza kuishi kwa tumaini leo kwa sababu yeye ametukomboa. Tuombe. e Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa somo hili. Tusaidie tusisahau neno lako bali tulihifadhi mioyoni mwetu kila siku, na tunakuomba utupe utii wa imani ya kweli ili tuweze kubaki karibu na wewe daima. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.